Kwingineko, wabunge wa Tanzania wamemuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na hatua zilizochukuliwa za kuwakamata na kuwafukuza wanaharakati wa Kenya waliosafiri nchini humo kuhudhuria kesi dhidi ya mwanasiasa Tundu Lissu. Kwenye mjadala wa bunge la Tanzania, wabunge hao wamemtaka Rais Samia kuwadhibiti wanaojaribu kuingilia masuala ya nchi hiyo na kutatiza amani. Aidha, wamepinga dhana kuwa hatua zilizochukuliwa na serikali ya Tanzania ni ukandamizaji na udhalimu lakini pia mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama, wakimtetea rais Samia Suluhu Hassan na kuwarushia cheche wanaharakati waliosafiri hadi Tanzania. Wabunge wa Tanzania walielekeza makombora yao kwa wanaharakati hao wakiongozwa na kinara wa PLP Martha Karua na jaji mkuu mstaafu Willy Mutunga, na kuunga mkono hatua aliyochukua rais Suluhu mia filmia fungu 298 idara ya uhamiaji. Wabunge hao wa chama cha CCM wakiwalenga Boniface Mwangi, Hussein Khalid na wenzao, na kuwatuhumu kwa kujaribu kuchochea maandamano Tanzania kama ilivyoshuhudiwa Juni tarehe 25 mwaka uliopita humu nchini na kusababisha machafuko. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya, hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu, na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Hatuna ugomvi na wakenya wa kawaida, tuna ugomvi na wanaharakati. Hata hao Kenya baadhi ya wanaharakati wanaojaribu kufikiri kwamba hili taifa ni la ovyo, walipoanza kuchinjana miaka michache iliyopita ni taifa hili lilikwenda Kenya likarudisha umoja, amani na mshikamano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 nananyekemea kipendo hiki kwa sababu hakikubaliki. Aidha walipuuzilia mbali tuhuma zinazoendelezwa na watetezi wa haki za binadamu kuhusu ukandamizaji wa wapinzani na kupinga dhana kuwa Rais Suluhu anaonyesha udhalimu. Tusimwone mama mpore tukatumia hii nafasi kumwingilia mpaka na maamuzi yake. Sisi wote tumeapa kulinda katiba Rais wetu amelinda kuwapa katiba na kulinda usalama wa nchi yetu, achiwe nafasi afanye kazi. Haya majaribu mnayofanya, Samia tunaye na tunatamba naye mpaka 30. Rais Samia hapingi wanaharakati, anapinga kuingiliwa na wanaharakati. Hapingi wanaharakati, amasema anapinga upotoshaji na kuingiliwa kwa wanaharakati Tunawaonya sana wanaharakati wanaofikiri ya kwamba taifa hili ni choo, kila mtu anaweza kwenda kujisaidia na kutoka. Nataka niwaambie hakuna kiumbe chochote kitaweza kuligawa taifa hili. Hili ni onyo kutoka kwa Watanzania. Wakenya waliofukuzwa Tanzania walikuwa na pania kuhudhuria kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, hali ambayo imechochea mgogoro wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili. Faiza Maganga, Runinga ya Citizen.